Bwana Yes, uwali gani mtazamaji wa Kali Sport popote pale ulipo leo, na moja kati ya stori kubwa kabisa ambayo inazungumzia mechi ya Arsenal dhidi ya Arsenal dhidi ya Real Madrid katika mchezo wa robo uh, finali ya ligi uh, ya mabingwa Afrika iliyofanyika usiku huu kwenye uwanja wa Emirates. Arsenal imepata ushindi mnono mabao matatu dhidi ya Real Madrid, lakini like, pia Declan Rice, kiungo huyo aling'aa kwa kufunga mabao mawili ya moja kwa moja kupitia mpira uh, adhabu katika dakika za 58 na 70, lakini like, pia akionyesha ustadi wa hali juu katika upigaji wa mipira hiyo. Kumbukuwa Declan Rice alifunga mabao mawili lakini pia Mikel Merino aliongeza bao la tatu katika dakika ya 75 akimaliza pasi safi kutoka kwa Lewis Lewis-Skelly. Lakini pia Arsenal alionyesha mchezo hali ya juu ikimiliki mpira kwa asilimia 53.8 lakini pia dhidi ya asilimia 46 ya Real Madrid walikuwa na mashuti 12, 11 kati yao yakiwa kwenye lango kuu la Real Madrid, wakipata mashuti 8 tu, matatu yakiwa kwenye lango. Lakini pia kocha Mikel Arteta alifanikiwa kupanga kikosi kilicholeta matokeo chanya, huku kurejea kwa Bukayo Saka kwenye kikosi cha kwanza baada ya kuwa nje kwa, kwa miezi 11 ukiwa na athari kubwa katika safu ya ushambuliaji. Real Madrid walionekana kukosa mpangilio mzuri wakitegemea zaidi uwezo wa mchezaji mmoja mmoja, na kukumbwa na matatizo katika safu ya ulinzi. wa Courtois Lakini pia alifanya kazi kubwa sana kuokoa timu yake katika nyakati mbalimbali uh, za michezo. Hitimisho, ushindi huu wa Arsenal unawapa faida kubwa kuelekea katika mchezo wa marudiano utakaofanyika katika uwanja wa Santiago Bernabeu, Hispania. Uh, Real Madrid italazimika ita kufanya kazi ya ziada kurekebisha makosa yao na kutafuta ushindi. Lakini pia Madrid sasa wao kwenye hali ya hatari baada ya kuchapo kizito cha mabao matatu kutoka kwa Arsenal kwenye dimba la Emirates. Ili kupenya hadi nusu fainali, Real Madrid lazima wafanye ujiza kwenye Santiago Bernabeu katika mchezo wa marudiano. Hapa chini ni kigezo cha isa kile ambacho wanachohitaji lakini pia Uh, Madrid anahitaji nini ili kusonga mbele? Kushinda kwa angalau mabao matatu bila, lakini pia hii itafanya matokeo ya kuwa tatu tatu, lakini pia na mchezo kuingia, eh, muda wa nyongeza. Lakini pia kama hakuna mshindi, muda wa nyongeza itaendelea kwa mikwaju ya penati. Lakini pia kushinda kwa tofauti mabao manne au zaidi, mfano nne bila, tano moja, sita mbili, hii itawapa ushindi wa mabao moja kwa moja bila kuhitaji muda wa nyongeza au penati lakini pia wasipewe goli lolote ugenini. Lakini katika ligi mabingwa ya sasa, kanuni ya goli la ugenini limeondolewa. Kumbuka kwamba lakini pia lakini kupigwa kogu...